Sisi kama serikali kazi yetu kubwa ni moja, unaleta maboresho ya katiba kama ulivyokuwa umepanga, kama ulivyokuwa umepata mkwamo, na sisi tumejiridhisha sasa inaenda kuondoa mkwamo. Kwa hiyo mchakato utakaoendelea klabu ya Simba ndio itaweza kuwaeleza jamii kwamba wataanza wapi, wataelekea wapi, au wameishia wapi, sio kazi ya serikali au ya klabu. Sisi kazi yetu ni kuidhinisha nini, maboresho ya katiba na si vinginevyo mimi nikisoma kanuni ile, kanuni ya kumi na nane a kanuni a. ambayo ni ya kanuni ile ya sheria ya Baraza la, la Taifa kama nilivyo ya elfu mbili kumi na saba, imesema kwa klabu ya wanachama itakayoamua kuuza hisa zake na kuinviti kwamba wawekezaji uwekezaji basi inaruhusiwa. Sisi tumeruhusu uwekezaji ndani ya nini, ya klabu. Sijui tunaelewa? Katiba imeruhusu uwekezaji ndani ya nini, ya klabu. Watakuwa wawili, watatu, wanne, kumi, ishirini, ni ni klabu ya Simba yenyewe ndio itakayoamua kwa mujibu wa kanuni hii, imeruhusu nini uwekezaji. Na mimi neno uwekezaji linaeleweka eh? lina umoja, lina uwingi, lina nini limebeba, limebeba maudhui kwa upana, limetoa tafsiri kwa upana. Kwa hiyo hayo yote yatafanyika na klabu ya, ya Simba.